Baraka Soti ni miongoni mwa watoto waliosaidika pakubwa katika kituo cha Mtoni maalum. Baba yake mzazi, Bwana Obedi Soti, anasema mara baada ya kumpeleka mwanaye pale kituoni aliona mabadiliko makubwa kwake. Baadaye kijana wake huyo alifadhiliwa masomo yake kupitia Mfuko wa Elimu wa Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, Dayosisi ya Mashariki na Pwani. ninashukuru shule hiyo baada ya kumpokea mtoto wangu, amekuwa na utulivu ambao mwanzoni hakuwa nao. Alikuwa hataki kuchangamana na watoto wenzake, hata nyumbani. Mara nyingi alikuwa anakimbia, anatoka nyumbani siku tatu au nne, tunamtafuta. Lakini baada ya kupata nafasi kuingia shuleni hapo na kuanza kusoma na wenzake, sasa hivi mtoto anakuwa na utulivu na anapenda elimu. Mimi napenda tena kushukuru upande wa kanisa, ni upande wa mfuko wa elimu. Mwanangu atakuwa anasoma bila kutoa gharama yoyote, na ni jambo ambalo lilikuwa pia linaliva kazi kufikiria, hii karo nitakuwa naipataje, kulingana pia na upatikanaji wa fedha kwangu mimi mwenyewe.